Unaelekea kwake Lora Utieno akiwa kaunti namba 41 huko Siaya, katika eneo la Ugunja, ili aweze kutupasha ni yapi matayarisho ya IEBC kwa uchaguzi mdogo wa eneo hilo hapo kesho. Lora. Naam, kwa sasa shule zinashika kasi zaidi ambapo makarani ambao watasimamia uchaguzi katika jumla ya vituo 67 wapo katika shule ya upili Ambira hapa kaunti ya Siaya ambapo wanapatiwa vifaa vya uchaguzi. Kumbuka kwamba eneo hili lina jumla ya wapiga kura elfu sitini mia moja kumi na wanne ambapo wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi huo hapo kesho. Kwa sasa pia maafisa wa usalama wamefika katika eneo hili, ambao wao pia watapewa maelezo kuhusiana na jinsi hali itakavyokuwa kuanzia leo mpaka kesho hapo. Jana tukizungumza na kamanda wa polisi wa kata ndogo ya Ugunja alisema kuwa kila kituo cha kupiga kura kitakuwa na maafisa wawili, lakini kutakuwa na maafisa wengine zaidi wa usalama ambao watakuwa wakizunguka katika sehemu mbalimbali mbali kuhakikisha kuwa hakutakuwa na tashwishi yoyote. Kwa sasa kama nilivyosema, ni uh, saa chache kabla ya ndovu kumla mwanawe, ambapo wakazi wa eneo la Ugunja wanatarajiwa kupiga kura uh, kwa kiti cha ubunge. Uh, kiti hiki kimevutia jumla ya wagombea kumi ambao kila mmoja anataka ama anapania uh, kuwakilisha wakazi wa eneo hili. Kiti hicho kilisalia wazi baada ya Opiyo Wandayi kuingia katika baraza la mawaziri kuwa waziri wa kawi. Hivyo basi hapo kesho saa kumi na mbili asubuhi kulingana na kanuni za uchaguzi, ndipo uh, uh, shughuli ya kura yenyewe itaanza. Na vilevile vile maafisa wa usalama walikuwa wamesema kuwa kila msimamizi ahakikisha kwamba pindi tu uh, masaa yanapokamilika uh, kulingana na zile kanuni kwamba uh, iwapo uchaguzi kura kupigwa kura kutaanza saa kumi na mbili asubuhi itaendelea mpaka saa kumi na moja jioni. Hivyo basi alisema wale makarani ambao wanasimamia uh, vile vituo mbalimbali mbali, wahakikishe kuwa kujumlisha kura ama kuhesabu kura kunaanza baada ya kituo kufungwa, ili kuepuka madhila kama vile ambavyo watu wanakuja pale, watu wakichungulia wakiuliza ni nini ambacho kinaendelea. Kisha a, wakati ambapo a, kura hizo zitajumlishwa katika vituo mbalimbali vitaletwa hadi hapa a katika eneo la Ambira a ambapo ndio jumla ya kura zote zitafanywa, na kisha a, msimamizi wa a, uchaguzi eneo hili atatangaza yule ambaye amepata kura nyingi ambaye atakuwa sasa ndio mbunge mteule ambaye atakuwa anasubiri kula kiapo na kuendelea na ile kazi ambayo Opiyo Wandayi aliwacha wakati ambapo alikuwa mbunge. Kwa hivyo kwa sasa tunasubiri maelezo zaidi kutoka kwa IEBC na vile vile vitengo vya usalama kuhusiana na maandalizi kabambe saa chache kabla ya uchaguzi kuanza katika eneo hili la Ugunja, kaunti ya Siaya. Kutoka kaunti ya Siaya tuelekee kaunti namba